Ameshuka ndani ya building bulding, yes. E, Roma mwenyewe, msanii mzima. yo yo yo, Roma uko vipi? Ah, ukoaje? siku anajua siku moja anaweza kukutana na Roma mm. Roma ambaye ni msanii mkubwa East and Central Africa, wewe toka bwana, baba babaan <mugua>

unaonaje na... lukuuuewelazima ah! luku, lazima, lazima bro, unaona Roma ukifika hapa Kenya <yibishi> watu wengi wanakutegemea kwa sababu ya, nimeona nimeona wananchi wamenisubiri wame sana. Ile sana nafaa hii bag bag imetoka South Korea. Hii ni bilioni kama mbili. Eeeesh. ya Tanzania ye. Ah, Tanzania. Roma msanii, umeonaje? unaona yatu. nimangoa yatu ni kama milioni ishirini hivi. Utaua watu. Hii kofia imetoka Dubai juzi. Oh, oh. Ni mebaya na ah, elfu mia tano ya Kenya. Mama Lea yangu, wewe eh, ni msanii Roma. Wewe ni msanii Roma one of the best actor. Wewe ni kabisa ya sanaa Eastern Central Africa. Mimi ndio, mimi ndio kusema sahihi. Leo uko Kenya. Unasemaje? Leo nimefika Kenya. Unakuja kukupokua. Nimekuja kutesa mbaya sana Kenya. Ah, Roma. Eh. Mimi mm, nilikuwa nashindwa tu. Roma, naweza nikampata wapi hata tupige tu picha? Wewe, nipige picha na Roma. Ndio <tip> mbwana <Mime>, bwana, ndio huyu hapa. <tip> alafu itume sahau hii nayi ni, hey, ni, hey. ni, hey. ni, hey. ni hey. hii hey. hi hey. hii ni milioni mbili hey, pesa ya Kenya but imekuwa imported tho oh. hii ni gift oh. nimepewa na

anavaa gold bwana, gold bwana, kila mahali. karibu karibu karibu sana sana, sana Kenya. Bro, bro. Na, karibu sana. na you, ah, uh, bro. ah, ah. Nime nime. Huyu msanii bwana, kila mahali, karibu sana Kenya na karibu sana. Anatembeanga jamaji na Yesu atembea jamaji. Sasa, so, so, nimefika Kenya yes. Niko sawa pia iko sawa ko sawasulu lazima familia. Kenya mtanipata KICC ke, hey, pale leo usiku mm -hmm. Hey. so, tupatane huko, tupatane huko karibu.